Kole wana tafuta ntafuta ploti ili wanunue, usipante shida, basi hebu njoo oh, ununue, tunaziuza jamani, ni kwa bei nafu za 50 by 100 kwa shilingi laki tatu huku zinampatikana sehemu za Mkombe, Mkombe huku jamani, ndani ya Kibarani Wodi. Hebu njoo ununue ploti zako jamani, kwa shilingi laki tatu, ili ujenge hiyo nyumba hata yako biashara, biashara ya ukulima unaweza kuifanya hapa ndani ya ploti. Hebu njoo ununue upate mfanya ukulima unkulima ufaidi. Hebu njoo ununue, karibu ndani ya Mkombe hapa karibu na Mkombe Primary. Tunauza ploti za 50 by 100 kwa shilingi laki tatu peke yake. nite Malenga Lugo.